Utakatifu ni kutengwa kwa ajili ya Mungu. Tunaposema mtu huyu ni mtakatifu, maana yake ametengwa kwa ajili ya Mungu, ameandaliwa kwa ajili ya Mungu. Maana yake kuna mahali Mungu alikuwepo akamuondoa hapo, ili amtenge kwa ajili yake. Ili mtu awe mtakatifu, lazima awe ametengwa. Maana ya kutengwa ni kwamba wewe ulikuwa ulikuwa labda na watu fulani mnatembea, baadaye wanasema hatutaki kutembea na wewe, maana yake wamekutenga. Naelewa? Sa tunaposema utakatifu ni kutengwa, maana yake Mungu anapokuokoa, cha kwanza utakatifu tulisema, unapewa kwa neema, sio kwa sababu umefanya chochote. Ile saa unayookoka Mungu anakuhesabia haki kwa imani ya kwamba wewe ni mtakatifu lakini ili aendelee kukuhesabia haki lazima uyaishi maisha ya matendo yanayoonyesha kwamba wewe ni mtakatifu na umemwamini Yesu sawasawa sawa. Amen. Maana yake kuna hatua ya kwanza unayohesabiwa haki au hujafanya chochote, lakini ulimwamini Mungu ya kwamba anaweza akaiondoa dhambi iliyo kwenye maisha yako. Ile siku Mungu alikuhesabu ni mtakatifu, maana alikutenga. Amen. Akakuondoa kwenye kundi fulani ambao lilikuwa ni la giza, akakuondoa kwenye kundi la watu wanaoenda jehanamu, akakuweka sasa kwenye kundi la watu wanaoenda mbinguni. Kwa hiyo tunaposema wewe ni mtakatifu, maana yake ni kwamba wewe umetengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Wakorosai ile sura ya kwanza mstari wa kumi na tatu mpaka wa kumi na nne anasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi yani msamaha wa dhambi. Anachosema cha kwanza, alituokoa. Alituokoa wapi? Ni kwenye nguvu za nini? Za giza. Maana yake kwenye ufalme wa Shetani. Hapa anasema akatuhamisha. Kuhamishwa maana yake umetengwa, maana yake umeondolewa. Kuna mahali ulikwepo penye giza kmahali ulikwepo ni kwenye kundi la watu fulani ambalo Mungu analihesabu hawa sio watoto wangu. Kwa sababu umetengwa, Mungu anakuhamisha lakini hakuhamishi hivi, kwa sababu kuna kusudi la Mungu kukuhamisha amen. Bwana asifiwe. Kwa mtakatifu yoyote lazima aelewe ya kwamba ametengwa. Anakutenga ili akutofautishe anakutenga ili usifanane na dunia. Amen, anakutenga ili kwamba wewe ufanyike kuwa nuru. Anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Sasa ili wewe ufanyike kuwa nuru, lazima akuondoe mahali penye giza, anakuweka mahali ambapo kila mtu atajua kwamba yule mtu ameokoka au utajificha. Ukiona watu wanapata tabu kujua kwamba tumeokoka au hatujaokoka, maana yake ni kwamba hatuishi sawasawa na wito ambao ulituita wito uliotuita ni kwamba ulitutenga, ulituondoa kwenye giza, akatuondoa kwenye dhambi, akatuondoa kwenye maisha ya ulevi, akatuondoa kwenye maisha ya uzinzi, akatuondoa kwenye maisha ya vifungo, akatupa neema tunapomwita Yesu anasikia. Watu ambao tulikuwa hatuna ujasiri wa kupiga magoti, akatupa neema tunapopiga magoti anatusikia. Ni kwa sababu ametuingiza kwenye ufalme, ametutenga. Manake kule tumeondolewa, hatupo tena kwenye lile kundi ambalo halisikiwi na Mungu kwa sababu tumetengwa. Amen. Kwa anapokutenga ni kwa sababu ya kazi maalum, ni kwa sababu ya kusudi maalum. Wewe sio wa kwanza kutengwa. Yoyote aliyeitwa na Mungu kwenye uokovu ametengwa. Sema yoyote, yoyote aliyeitwa na Mungu, aliyeitwa na Mungu kwenye uokovu, kwenye uokovu ametengwa Mwambie kwa, kwa sababu hiyo, uokovu ni wito, uokovu ni wito. Ulisikia sauti ya Mungu ikakuita kwenye neema, hiyo sauti, hiyo sauti ilikuita ili, ili ikutenge. Sasa kitabu kile cha Hesabu ile sura ya nane mstari wa kumi na nne ndivyo sema, ndivyo utakavyowatenga, utakavyowatenga Walawi na kuwatoa katika wana wa Israeli na Walawi watakuwa wangu, na Walawi watakuwa wangu, na Walawi watakuwa wangu. Na Walawi watakuwa wangu. Na Walawi watakuwa anasema wa... ndivyo utakavyo watenga. Maanake Mungu alijichagulia kabila linaloitwa Lalawi, kwa unapoona Walawi hii niseme ni, ni, ni, ni, ni familia, sawa. Mungu akajichagulia kwamba hii itengwe hawa watakuwa makuhani katika taifa langu. Alijichagulia kwamba ili kabila, nataka mlitenge linitumikie hemani mwangu, linitumikie. Hawa watafanya kazi madhabahuni pangu, maanake Mungu alijichagulia sasa. Kwenye kwenye agano la kale, kabila la Lawi ndo lilikuwa kabila la kikuhani kwenye agano jipya kwenye agano jipya tunaloishi sisi, baada ya Yesu alipokuwa akikata roho, Biblia inasema pazia la hekalu lilifanya nini? Lilipasuka baada ya Yesu. Maana yake yoyote anayeokoka huyo ni Mlawi, ni kuhani Amen. Ni kuhani, maana ake ana uwezo wa kwenda madhabahuni pa Bwana akaomba mambo nayo yakatokea. Ana uwezo wa kwenda mbele za Mungu akaomba uponyaji na uponyaji akapata. Kwenye agano la kale, hata kama unaumwa hata kama una shida, ilikuwa lazima uende kwa mtumishi wa Mungu. Ukienda kwa mtumishi wa Mungu, yeye ndo anaenda mbele za Mungu na anakuletea majibu. Ndio maana ukisoma agano la kale unakuta kila pahali walikuwa wanauliza manabii, nanelewa kwamba tuende vitani au tusiende. Kwa nabii akienda kule kwa Mungu, Mungu anamwambia mwambia siende au mwambia afanye nini ni? aende Baanda ya Yesu maanaake wote tunafanya kuwa Walawi, maanaake tumetengwa kwa ajili ya madhababu, tumetengwa kwa ajili ya mbingu. Maana ukisoma kile kitabu cha Petro wa kwanza ile sura ya pili msali wa tisa anasema bahali ninyi ni mzao mteule, sema bali ninyi ni mzao mteule. mzao mteule ni mzao mteule, mzao mteule. Ukuhani wa kifalme, ukuhani wa kifalme. Walawi walikuwa ni nini? Ni makuhani, si ndio? Anasema na sisi ni mzao mteule, ni ukuhani wa nini? Wa kifalme. Maana yake kuhani yoyote, maana yake Mungu amemtenga kwa ajili ya madhabahu, kwa ajili ya kazi yake, kwa ajili ya kufanya watu wengine wabadilike na ndio maana Yesu anapoondoka anasema, enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wa. Maanake lilikuwa ni agizo la watu wote. Kwa nini? Anajua kila aliyemwamini ameishafanywa kuwa kuhani, ana wajibu wa kuwaleta watu kwa Yesu. Amina. Ana wajibu wa kuwaombea watu wapone, ana wajibu wa kupeleka maombi yake na maombi ya watu wengine, kwa sababu tumeisha, tumeisha badilishwa. Maanake tumeishaitwa. Sasa huku tulikoitwa tumeitwa kwa kusudi, na moja ya kusudi la Mungu ni kwamba tuwe makuhani waaminifu. Amen. Tunaishi maisha matakatifu. Yoyote aliyetambua nafasi yake baada ya kuokoka hawezi akakubali kuendelea kuishi maisha ya dhambi. Kuishi maisha ya dhambi ni tafsiri kwamba haumjui Mungu, ni tafsiri kwamba haujaelewa ile neno uliyopokea. Nimekwambia Mungu usije ukajua, ngoja niwaambie hivi. Usije ukajua, ile siku naokoka ndo Mungu alikujua amna. Mungu kukiwa na kusudi lake lipo ndani yako, yeye kuna saa inafika na kuita na kuvuta